Na sitaki ya rudi ya nyuma, zile prokushani za hapa na pale. Nadhani tulisumbuana sana na tukaamua kila mtu afanye cha kwake, hila sasa naona unavuka mipaka. Umeanza tabia zako zile za kuwafichaficha watoto wa watu, na kibaya zaidi umemchukua mjukuu wangu na mwitaji mjukuu wangu

Ndo naitwa Panda. Kigogo wa vigogo. Mfalume wa wafalume. Mwamba wa miamba. Nazani unanifahamu vizuri. Jogoo la Jiji. Mbia mimi nimemchukua mjukuu wako nani? Hii ndo Panda, huwa si kitu na kitu chochote kilichokuwa chini ya jua, na ujua ukweli mwanzo mpaka mwisho, na ndio maana nimekuja kwako. Si Panda, labda nikwambie tu kitu kimoja. Mpelembe wa zamani unayemjua wewe si wa sasa. Mpelembe huyu wa kidigitali. Sijui tumeelewana tena. Kijana wangu ni afadhali ulivyokuja kawaida lakini ungesubutu kuja kama unavyokujaga hapa usingepaona. Hapana. Sasa nimekumbuka tu mtoto wangu dadangu. Yani ukakinyonge hiyo aileti maana, saa yani unyonge ujao yani unamfanya nantia uchuli ule dogo. Ni kweli kaka, hivi umemwona mtoto? sikufanikiwa kumuona lakini, ndo nipo kwenye harakati hizo, kwa sababu nimeingia vijiji vya kati hapa, sikubahatika kumuona lakini leo nikaratiba niende vijiji vya mbali kidogo, ili nikamtafute. Unajua kaka, kijani ndo kila kitu kwangu, kijani ndo maisha yangu, siwezi kuishi bila kijani. Naomba kakangu, jitahidi sana umtafute kijani. Nalijua hilo ni damu na uchungu ambao unaopitia

nimehisi ujio wako toka nikiwa ndani. Shida nini mkuu wangu? Ya mimi Janeti ni kitu gani ambacho unanitafuta wewe? Mtoto nikutafute mimi? Naanzia wapi kukutafuta wewe? Mimi nimekupa kazi ya kumtafuta Jogoo, lakini cha ajabu, Janeti unataka kumtorosha mdogo wako Mimi nimtoroshe Shunu? Naanzaje na ikiwa sijamalizana naye? Janeti, unaniona mimi punguani? Sina akili, sindio? Mimi akili zangu hazifanyi kazi, au sio? Sasa nataka nikuambia kitu kimoja tu. Huyo shunu mdogo wako ambaye ulitaka kumtorosha nimewachengesha chengesha, wamejikuta wanavimia kwangu. Kwa hiyo kumbe shunu alitaka kutoroka hapa naongea Kiswahili au naongea lugha gani ambayo wewe hunielewi? huyo mdogo wako nakwambia, alitaka kutoroka. habari ya saizi, mjomba, nimehangaika sana, nimeenda kule kwenye nyumba yako ile hora, nikasema kabisa, mjomba wangu fika, nitamkuta huko kwenye mji wake huu mwingine. Mimi mjomba, nina shida. Shida yako naijua Ilo, unakumbuka ulivyokuja hapa, ulinijibu nini? na uliniona mimi punguani nilipo nilipokushauri nikupe kinga wewe pamoja na familia yako. Naona leo hii umeona mwimu wangu, na waswahili wanakwambia usizarau, leo ukiwa, kesho yako hujui. Naona umeona mwimu wangu na ndio maana umeamua kuja hapa. Sasa mjomba, kama unamfahamu mwanangu alipo, basi naomba nielekeze, nikamchukue kwa sababu hata mke wangu hana amani sasa. Nataka tu nikwambie kitu kimoja. Ninamhitaji Jogoo arudi tena kwa wakati, na si hivyo Janeti, tutaona na wabaya. Lakini mkuu wangu, mimi nilikuwa sijampanga yeye kutoroka, yeye mwenyewe na akili zake za kipuuzi ule mtoto. Sasa Janeti, sikiliza nikwambie kitu kimoja tena, kitakuwa faida kwako na kwenye maisha yako Ninakupa siku saba, siku saba nahitaji Jogoo warudi rudi, la sivyo, Jogoo wangu asipopatikana, ama zako ama zangu, maisha yako yako kiganjani kwangu. Tumefikia huko mkuu. Shunu ananitafuta nini? Mimi hivyo, anajua ananipa shida kiasi gani? Na alikuwa anatoroka na nani? Na nani aliompa mawazo hayo? Oh, kwa hiyo Shunu umeamua kucheza na mimi, si ndio? Sasa utachagua tunacheza ngoma gani? Kumbavu familia mzima tunateseka. Mjomba tafadhali, nakuomba, naomba yani unielekeze yote wa gharama mimi nitamfuata mwanangu naitwa Panda, hu asipiti na kitu chochote. Na tatizo lako wewe, unajua kijani amepotea na sehemu alipo mimi napayua. Kwa hiyo nakuomba, ili swala naomba uniachie mimi, na nafanya haya yote ni kwa sababu ya kijani, mjuku wangu. Mimi ni mdogo, hajui lolote la sivyo hili jambo mkilibeba mwenyewe hata kama nikikuelekeza haitosaidia chochote maana semu alipo, utapoenda utaenda kuongeza tena matatizo. Na ndio maana nikukwambia hili swala niachie mimi, unaweza ukaenda. nakwambiaje shunu, urudi huko huko ulipoenda kumuuza kuku. Nimekwambia nataka hapa kuku wangu, na sikutaki wewe. Njoo na kuku wangu ili tuweze kuongea lugha moja, si unanisikiliza? ni mwenzako kucheza na wewe. Sasa unataka kucheza na mimi mimi? kucheza naye naweza eh. Chagua basi, unacheza nini? Singeli ama piano? Eh kuchi kuchiotae zote mimi naziweza chizi. Wewe naomba nikuulize swali moja, ulitaka kutoka kwa uende wapi? Kutafuta kuku. Kutafuta kuku wapi? Wewe unataka kutoka na mwanzio wewe. Sule pasa unanisikilize kwanza. Nisikilize kwanza basi. Nisikilize nini? Sasa unashindani kunielewa. Nimekuambia kabisa kwamba, mjomba sio mhusika, isipokuwa yeye ana fununu za kujua mtoto yuko wapi. Hiko ndo namaanisha mimi. Sasa wewe unatoka kupu kupu. Unasema unaondoka kwa kwa kwa kwa unaenda kufanya nini? Yaani unaniambia kabisa, si mjomba wako anamfahamu mtoto alipo, afu unaniambia nikuelewe. Na kuelewa nini? Yaani wewe ufikirii kabisa mjomba wako matendo yake anayofanya. Kule alikokaa kule, kajitenga yuko peke yake kijijini huko. Hataji huku ana matatizo gani? Yaani ana mambo ya ajabu ajabu anayofanya. Afu anakuja kukwambia, si mtoto anamfahamu. Wewe unamsikiliza tu. Eti sijui hivi hivi hivi. Sasa nisikilize. Anayefumwa na mzigo ndo alioiba. Mimi nachotambua mtoto wangu anaye yeye, e. Kwa nini yeye amjue alipo? Kakaangu anapita kumtafuta mtoto wao, wamepita kumtafuta, kumtafuta, mimi napita, wamepita. Mke wangu unanielewa vibaya. Huyo mwenzio ni nani? Una ndugu wewe zaidi yangu eh? labda uniambie uni, labda una ndugu mwingine zaidi yangu. Nakuuliza wewe sasa, nisikilize eh? shuru sasa hivi uende huko huko uniletee kuku tu na mwenzako mimi, na jicho si Sa Sa <tipasikia> la pili. Najua unafanya nini, upo wapi, upo na nani sijui. Umenielewa? sasa hivi sasa hivi amnani, kaleta kuku Nisikiliza nikwambie, yule ni mjomba wangu mimi pia ni mzazi kwa upande wako, na kama angekuwa wa kike basi angekuwa mama mkweo. Na jinsi unavyoondoka hivi inamaanisha unaenda kuzoa jambo lingine, na utaenda kuongea mambo ambayo hayapo, na itakuwa sio heshima. Sasa nisikilize, hivi nimekwambia kwamba mjomba, yeye sio muhusika anayejua mtoto yuko sehemu fulani, ila ana fununu ya kutaka kujua. Na hili jambo kasema nimwachie yeye, na anapambana kwa sababu ni mjukuu wake. Sijui umenielewa vizuri. Sasa ninachokuomba mimi, mke wangu, twende tukakae ndani, tujadili vizuri, tuone jinsi gani ya kumwingia mjomba na sio vinginevyo. Wewe ujui mimi maumivu gani nilipitia wakati namjifungua yule mtoto sasa. Nachokuambia mimi siwezi nikatulia hapa wakati mwanangu simjui alipo. Natoka na hapa, naenda kwa mjomba wako, ataenda kunikabidhi mtoto wangu. Na ukinana nimerudi hapa, jua kabisa narudi hapa na mtoto wangu. Inamaanisha dada yako, msimamo wako pale pale? Ndio shoga yangu nambaa zaidi amesema nisirudi bila bila yule kubwa, shoga yangu. Natamani sana kukusaidia lakini kwa msukosuko unaotukuta yaani mpaka naogopa mbaya zaidi. mm -hmm. Dada, isafaa naiji kajua kajuajuaje kwa ah. hiyo hmm. ah. tunafanyaje? shughuli yangu hata sijui, na kusema nisaidiaje? Sasa mimi hapa ninachokiwaza. Tukanunue kuku mwingine tumpelekee mwingine? Eh. Nshangazi, hakuna hata salamu hapa. Namtaka mtoto wangu. Mtoto wako kono? Mtoto wangu mjui. Namtaka mtoto wangu wasi ndo wesigaunai mwanangu sabundo. Namjua alipo, namuhitaji mwanangu, Na mwanangu. Shangazi mimi nimchukue mwana wewe. Unalitambua kuwa mwana wewe ni damu yangu damu yako. umemzaa wewe yule sote tumemtafuta hatujamuona, mjomba wake, baba wake, hadi mama wake ambaye ndio mimi, hatujamuona mtoto wangu. Siogopi yani, si wewe, uchawi wako siogopi ao majini yako. kwa taarifa yako, ninachokitaka hapa ni mtoto wangu. Sasa sikio linataka limzidi kichwa, si ndio? Eh, unataka uone upande wangu wa pili eh? sio kukuvunjia adabu tu, tena nitakupiga hadi makofi yani. Wewe unipige mimi makofi? Mimi hapa kilichonileta hapa, namtaka mtoto wangu, tena usuniishe siku uogopi. Nakwambia kabisa sikuogopi. So nitachofikiria labda nitakuogopa. Kama wao mchei nyinyi na mikoba yetu kwetu na alama wukuwi yani, hiyo ni mikwala tu ya watu wazima. Udugu hivi tunaa tunanunua kukumukia tunampelekea, ataweza kumjua mimi? Ndo nakwambia nisikilize mimi, awezi akamjua. Wanafikiri nitakusaidiaje? Kama hilo likishindikana, mimi sina msaada mwingine wote.